Safari kuelekea Mali kupenda yeah, kujua wachezaji, uh, mko katika hali gani, na tukatupa brief kidogo kuhusiana na safari kwa upande wenu uh, wachezaji kwanza, tuko vizuri na tumejiandaa vizuri katika mchezo wetu mpaka kufikia siku hii ya safari, tuko vizuri ya yeah. Kiujumla kila mchezaji yuko na afya njema kwa kuanza kupambania mechi, na kuja mmetoka kwenye mchezo ambao mme sasa mnaenda ugenini dhidi ya Stadi ya Maliene ambaye ametoka kupata matokeo ugenini, eh, ya alama moja. Kwa nini kisaikolojia mko vipi? Ah, kwanza sisi kisaikolojia tuko vizuri kwa sababu tunaamini tunaweza tukapata matokeo sehemu yoyote vile. Yeah. Unaona, kwa hiyo kama tumejipanga vizuri na kwa hizi siku ambazo tumebahatika kufanya mazoezi, mwalimu ametueleza ame, ame tunachotakiwa kwenda kukifanya kikubwa sisi kama wachezaji tumeweza kuongea kwamba wapi tulipoteleza, tunatakiwa tufanye nini tuweze kupata matokeo, kwa sababu hii ni mechi ambayo tunahitaji matokeo ya pointi tatu tofauti na vinginevyo. Kwa hiyo kila mchezaji anajua wajibu wake ni kufanya nini, na kikubwa tu ni kupambana ili tuweze kupata pointi tatu, hakuna kingine zaidi <tutumia> Hapana, si hatujavunjika moyo, kwa sababu tunajua ni moja ya mchezo. Kwa hiyo tumepoteza ndio, lakini tunajipanga. Na kuhusu mashabiki, we, we, mashabiki wawo ni wawo waga, siku zote wanapenda matokeo ya kushinda tu, kwa hiyo ni kawaida. Kwa hiyo sisi tunachukua kama changamoto na hii kwetu ni chachu ya kufanya vizuri zaidi ya tunawaahidi kufanya vizuri katika mchezo unaokuja. Tunakwenda kukutana na Stade Malia ambaye anaamini ana uwezo wa kupata alama tatu nyumbani kwake, kama ameweza kupata e, alama moja katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu sana, lakini yote kwa yote sisi tumejiandaa vyovyote iwavyo, twende tukapate matokeo mazuri pale nyumbani kwake, na hiyo inawezekana kwa namna ambavyo eh, timu imerejea ime, ime tena katika uwanja wa mazoezi kwa siku hizi chache, namna ambavyo wachezaji wameamka wenyewe kwa wenyewe na kutaka kuipambania Simba Sports Club itatusaidia pakubwa kwenda kupambana dhidi ya Stade Malien. Ahmed, tumekuwa tukimshuhudia mchezaji tumuone uwanjani hata kwenye safari i tumekuwa tumuone, mashabiki wanauliza nini hasa kinacho msibu um, Bajaberi? Baada ya taarifa kutoka kwamba anaendelea vizuri ya yeah, Bajaberi anaendelea vizuri eh, ama amepona kwa asilimia 99, Ee, na ameshaanza kufanya mazoezi na kikosi kwa takriban wiki moja sasa tangu amerejea katika uwanja wa mazoezi. Na bahati nzuri ama mbaya kwake amepona wakati ambapo, e, timu inakabiliwa na mechi ngumu kweli kweli. Inakuwa ni ngumu, mchezaji ambaye amekaa nje ya uwanja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa matibabu kwa miezi miwili mitatu arejee tu uje umpatie mechi e, mfano mechi dhidi ya Petro ama mechi hii dhidi ya Stade Malie, bado confidence yake iko chini kwa sababu ametoka kwenye majeraha makubwa bado. E, fitness yake haijakuwa ya asilimia mia moja na kwa mantiki hiyo basi option iliyopo ni kumwingiza taratibu kwenye kikosi. Ndio maana unaona e, mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata dakika za kucheza kwa sababu ni mechi ya kirafiki, inamsaidia yeye mwenyewe kurejesha confidence yake, inamsaidia kutafuta match fitness pamoja na, na, na, na, na, na, na physical fitness. Sasa huwezi e, kumtoa mchezaji ambaye ndio kwanza ameanza kujitafuta alafu ukaja kumpachika kwenye mechi kama kama hii ya Petro de Luanda ama mechi kama hii ya Stade Malien. Kwa option nzuri zaidi kwa ajili ya kumsaidia mchezaji mwenye weba jaber aweze kuingia taratibu kwenye kikosi ni kufanya mazoezi kwa muda mrefu zaidi, na endapo unapata mechi ambazo hazina uzito mkubwa ndipo ambapo unampa nafasi dakika zake anacheza mpaka pale ambapo muda utafika na kukabidhiwa mechi kamili ambayo zitakuwa ni mechi ngumu kama hizi ambazo tunashiriki kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwaambia Wanasimba wasiwe na, na, na, na haraka wasiwe na pressure. Unaweza ukamlazimisha kadri unavyoweza kumlazimisha acheze kwa sababu tu watu wanamsubiri ama watu wanashauku naye, alafu akaingia uwanjani akaanda perform kwa sababu ya hofu ya majeraha aliotoka kutibiwa, ama akaingia uwanjani akapata jeraha kubwa zaidi, akakaa nje kwa muda mrefu zaidi. E, maamuzi yanayofanyika ni maamuzi sahihi sana ambayo yamezingatia ushauri wa kitabibu, ya kwamba mchezaji akitoka kwenye injari kubwa kama hiyo, mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu, iko namna yake ya kurejea ya kiwanjani taratibu, sio tu kwa sababu ya ham hamjaumuona muda mrefu basi pap Petro di Luanda hawa hapo. Bajaber na yeye, unampa nafasi anaingia mle, kutokana na kutokuwa fiti kwa asilimia mia moja, anafika mle anaumia tena, anajitonesha ama anashindwa kuperform e, kwa sababu fitness yake aliyokuwa nao yeye na wachezaji wengine ni tofauti sana, kwa sababu hawa wengine tangu mwezi wa nane huku wanacheza mechi. Huyu ndo kwanza mwezi wa kumi na moja huu anaanza kujitafuta taratibu. Kikubwa ni subira tu kwa wanasimba ata Ata, atacheza tu Bajaber, na tutafurahia matunda yake. Ahmed, kuna video ilikuwa inasambaa ya kocha eh, mara baada ya mchezo uliopita dhidi ya Petro Rwanda, mashabiki eh, wengine wakiwa eh, ni kama wanazomea hivi mara baada ya mchezo kumalizika. Hii kwako video kwanza binafsi uliiona na ilikupa picha gani baada ya kuiona, lakini pia unaneno gani kwa mashabiki kuhusiana na uh, meneja Pantev? Kwanza kikubwa mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa wastahimilivu. Uh, iko ndio kitu cha msingi sana na wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa na mpira wa miguu uh, mpira wa miguu na matokeo hayo ya kufungwa. Na unapoishangilia Simba ama unaposhangilia mpira, lazima uwe na akiba hiyo kwamba siku fulani mimi nitafungwa, inawezekana ikawa ni siku unayojua ama siku usiyojua, lakini hiyo siku ya kufungwa ipo, kwa sababu timu isiyofungwa duniani hapa haipo. Kuna siku utafungwa nyumbani kwako na siku utafungwa away, lakini utafungwa tu. Hilo ndo jambo ambalo eh, kila mwana simba anapaswa kulielewa. Tusiufanye mpira kama, kama, kama mchezo ambao tumeuanzisha sisi kwamba lazima tutashinda tu iwe iwavyo, na tusijipe tusi ukubwa unaopitiliza ni kweli ya kwamba timu kubwa haitakiwi kupoteza, lakini tukipoteza kila mtu lazima atambue kwamba maamuzi ya mpira yameamua hivyo. Ee, eh, leo ukiangalia, eh, timu kubwa kubwa zote duniani weekend iliyopita hii leo, tunakwenda kwenye kwenye nini, kwenye kwenye UEFA Champions League, watu wamefungwa, hakuna ambaye alitegemea ali, ali, uh, yale ambayo yametokea. Tumeona kichotokea kwa, kwa, kwa Barcelona, kinachotokea kwa Liverpool, kichotokea kwa kwa nani ule Bayern Munich, zote hizo ni timu kubwa ambazo zimefungwa kwenye michuano ya Ulaya. Kuona Simba eh, kufungwa eh, lazima itatokea tu katika maisha yetu. safari kuelekea Mali yeah. Tupenda kujua wachezaji uh, mko katika ligi gani na tukatupa brief kidogo kuhusiana na safari kwa upande wenu uh, wachezaji. Kwanza tuko vizuri na tumejiandaa vizuri katika mchezo wetu mpaka kufikia siku hii ya safari, tuko vizuri yeah, kiujumla kila mchezaji yuko na afya njema kwa kwanza kupambania mechi inayokuja. Mmetoka kwenye mchezo ambao mmepoteza mki um, wa yeah, nyumbani hivi yeah. Sasa mnaenda ugenini dhidi ya Stade Malien ambaye ametoka kupata matokeo ugenini yeah, uh, ya alama moja yeah. kwa ninyi kisaikolojia mko vipi? Ah, kwanza si kisaikolojia tuko vizuri, kwa sababu tunaamini tunaweza tukapata matokeo sehemu yoyote vile yeah. Unaona, kwa hiyo kama tumejipanga vizuri, na kwa hizi siku ambazo tumebahatika kufanya mazoezi mwalimu ametueleza ame, ame tunachotetakiwa kwenda kukifanya kikubwa. Sisi kama wachezaji tumeweza kuongea kwamba wapi tulipoteleza, tunatakiwa tufanye nini tuweze kupata matokeo, kwa sababu hii ni mechi ambayo tunahitaji matokeo ya pointi tatu tofauti na vinginevyo. Kwa hiyo kila mchezaji anajua wa wajibu wake ni kufanya nini, na kikubwa tu ni kupambana ili tuweze kupata pointi tatu. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Hapana, sisi hatujavunjika moyo kwa sababu tunajua ni moja ya mchezo. Kwa hiyo tumepoteza, ndio, lakini tunajipanga. Na kuhusu mashabiki, mashabiki wao ni wao, waga wa, wa, siku zote wanapenda matokeo ya wa kushinda tu, kwa hiyo ni kawaida. Kwa hiyo sisi tunachukua kama changamoto na hii kwetu ni chachu ya kufanya vizuri zaidi. Tunawaahidi ushindi dhidi ya Stade Malien, yeah, tunawaahidi kufanya vizuri katika mchezo unaokuja.